Watu wengi watakuwa wanajiuliza, oh, yeah. Kwa nini bidada huyu hapa yeye anafanya vizuri, alafu mm. majanti ambao tume tunawafahamu mm. na wana ngoma zao tunaona wanazi perform ni kali na oh, tunaona yeah. wanajaza vi, wanajaza viwanja vikubwa oh, yeah. wanafanya collaboration kubwa kama tu ambazo wanafanya Tyler, oh, yeah, maana ukiangalia kwamba Tyler kafanya na Travis Scott, Ashake kafanya na Travis, Banaboy kafanya na Travis Tyler, oh, yeah, kafanya na na na na Ghana, Ashake kafanya na Ghana pia Oh, yeah. ila watu kina kama kina David wamefanya, kina Chris Brown, umenipata. Wizkid alifanya kazi. Nichunguze kidogo, nifanye research yangu fupi oh, yeah. Tyla anatupiku? Nikaenda kuangalia bwana, uh, management yake wala watu ambao wanamsimamia Tyla oh, yeah. E bana, inabidi tujifunze sana. Kupitia Tyla. Kwanza, ana meneja yake mmoja ambaye anaitwa Brandon Hickson. Huyu yeye bwana yeye ni meneja yake nchini Marekani na anaishi New York. Okay. Yeye ana manage Tyla pale Marekani. That's why unajua tunapozungumzia hizi chati za muziki, tunapozungumzia Billboard Hot 100, tunapozungumzia chati juu UK, chati juu nini nini, Afrobeats single Marekani, chati za, za Afrobeats Marekani, chati za nini Marekani? uwezi ukapush kwa level ile ya oko uh, hapa uh, Tanzania ukapush kwa level ile ya yule meneja ambaye yuko pale Marekani New York. That's why unakumbuka, kuna kuna chat ilisema wasanii wa Africa wanaosikilizwa Marekani kwa mwezi, hapa watano, namba moja alikuwa ni Tyla. if you remember I remember that, wa pili akawa Davido, kwa jana alikuwa ni bidada bidada yetu kutoka Ghana. Oh, yeah. ambayo ilikuwa ni yeah. amekuja from nowhere. Mons. inabidi tumpe, tumpe jicho yule sana uh, lakini, lakini kwa pale Afrika ya Kusini Tyler pia ana meneja ambaye anaitwa Sivu Mfenyana. Huyu ni meneja wake wa nchini Afrika ya Kusini tu, na meneja huyu anaishi pale Johannesburg, ana push harakati <laughs> pale Johannesburg Tyler, Tyler, mambo Tyler yakubali lakini sasa, oh yeah, ana mameneja watatu ambao ni Isha pamoja na James bila kumsahau ana au wenyewe bwana wana ni management ambayo inatoka kwenye kampuni ya United Talent Agency au unaweza ukasema UTA ambao wenyewe wanaishi kule London. Yaani wenyewe wana manage Tyla wana push kazi zake wakiwa wako London. Hapo tayari ni Ulaya, sio Marekani oh yeah. wala yeah. sio Afrika. Umegundua kwamba kuna mtu Afrika pale South Africa, kuna mtu Marekani yuko New York, afu kuna watu wako, wako UK, London pale. Wana push. Ila sio hapo tu oh, kuna yeah. mtu anaitwa Matt Diamond oh, ambao sio peke God. yake yeah. yupo na Eli. Hawa wenyewe ni management yake, ambao um, wanatoka pale New York, lakini wenyewe ni wanapushka, wanakaa New York, lakini wenyewe wanapush kazi za Tyla Amerika ya kaskazini, ma, Amerika kaskazini na kaskazini kusini, yani zile Amerika zote unajua Marekani pale uh, amini kwenye mabara ya Marekani kuna Amerika ya kusini na kaskazini.